Hello, habarini. Uh, nimeona kuwa Watanzania wengi hatufahamu kuhusu blockchain. Uh, basi nimeamua kutengeneza video hii ili tuelimishe na kuifahamu blockchain kiufupi, na pia hapo mbeleni tutaangalia cryptocurrency, tutajifunza kuhusu cryptocurrency na pia tutajifunza kuhusu web3. Basi naomba karibuni sana. Na ili kunitia moyo niendelee kutengeneza video hizi naomba click subscribe button hapo chini, na pia like video na acha comment, ili tuweze kuendelea kujifunza zaidi. Asanteni sana, basi baada ya machache hayo, sasa tuangalie blockchain. Uh, katika neno blockchain tunaona limetengenezwa au limeundwa kutokana na maneno mawili, block na chain, ambayo block ni tofali na chain ni mnyororo kwa hiyo tunaweza tukaita mnyororo wa matofali. Kwa maelezo rahisi kabisa, blockchain ni teknolojia ya kidijitali inayotumia mfumo wa matofali yaliyoungwa na mnyororo ya kibajeti ili kuhifadhi taarifa katika mfumo huo wa kumbukumbu. Mpaka hapo tumeona kuwa blockchain imetengenezwa na tofali na mnyororo. Kazi ya tofali ni nini katika blockchain? Kazi ya tofali ni kupokea taarifa Kazi ya pili kuhifadhi taarifa. Kazi ya tatu kuhakikisha kama taarifa iliyopokea ni sahihi. Na kazi ya mnyororo katika blockchain, kama zifuatazo. Kazi ya kwanza kushikilia tofali mbili na zaidi na kusafirisha taarifa kutoka tofali moja kwenda tofali nyingine, kutoka one block kwenda block nyingine. Na kazi yake ya pili ni kuongeza usalama wa taarifa zinazohifadhiwa kwenye block, zisiweze kudukuliwa na kubadilishwa. Kwa hiyo kazi ya pili ya mnyororo ni kuangalia usalama wa zile taarifa zinazohifadhiwa katika tofali husika zisiweze kubadilishwa wala kudukuliwa. Kwa hiyo taarifa yoyote ikishaandikwa na ikahifadhiwa katika tofali haitaweza tena kubadilishwa. Na hiyo ni kwa ajili ya usalama. Basi sasa ni taarifa zipi ambazo zinahifadhiwa katika blockchain? Blockchain inahifadhi taarifa mbalimbali Taarifa zote zinaweza zikahifadhiwa kwenye blockchain, lakini taarifa hizo ziliitwa miamala. Kwa hiyo huko mbele tutakuwa tunatumia sana neno miamala kuliko neno taarifa. Kwa hiyo kwa nini taarifa hizi zinazohifadhiwa katika blockchain zimeitwa miamala? Taarifa hizi zimeitwa miamala sababu kwa mara ya kwanza zilirekodiwa na kuhifadhiwa Mnamo mwaka 2009 pale Bitcoin ilipoanza kufanya kazi. Kwa hiyo Bitcoin ndio ilikuwa ndio ya kwanza kabisa kutumika na kufanya kazi katika mfumo huu huru wa blockchain. Na hivyo basi, kwa sababu hiyo ikaitwa miamala, ndo maana halisi ya taarifa zinazohifadhiwa katika blockchain. Kwa sababu hiyo basi, taarifa zote zinazohifadhiwa kwenye blockchain zinaitwa miamala ikiwa haimaanishi taarifa zote ni za miamala ya fedha au miamala ya cryptocurrency. Kwa hiyo taarifa zinazohifadhiwa katika mfumo huu huru wa blockchain zinaitwa miamala pia, zikitegemea wala hazitegemei fedha yoyote. Kwa hiyo taarifa yoyote ambayo itahifadhiwa ita hata kama ni jina la mtu, taarifa yoyote mahali anapoishi basi zote hizo zinaitwa miamala. Sasa tutazame mfano huu mdogo, na katika mfano wetu huu tunaona kuna matofali matatu ambayo yameungwa na mnyororo huu, ndo mfano wetu wa blockchain. Kwa tofali la kwanza, Juma ametuma shilingi elfu hamsini kwa a i, elfu hamsini ilivyoenda kwa ana, tofali namba na mbili likahifadhi lika taarifa ya muamala, jina la mtumaji, jina la mtumiwaji na kiasi kilichotumwa. Hizo zinakuwa ni mfano wa baadhi ya taarifa ambazo zinahifadhiwa katika blockchain, au katika mfumo huu huru wa blockchain. Kwa hiyo kila tofali linakuwa linahifadhi vitu vitatu. Kwanza linahifadhi taarifa ya wahusika, pili linahifadhi taarifa ya tofali la nyuma, na tatu linakuwa lina kitu kinaitwa msimbuzi um, wake wa fingerprint. Yani inakuwa ina alama ya kidole. Kwa hiyo kila tofali lina alama yake ya kidole. Kwa hiyo hiyo inaifanya kila tofali linakuwa tofauti na tofali la nyuma yake na tofali la mbele yake, na pia hiyo inaongeza usalama. Kwa hiyo kila tofali linahifadhi taarifa zote huku zikiwa zimeunganishwa na mnyororo ambao unaonyesha lini muamala umefanyika au kutumwa na vile taarifa zote zilivyoungana kwenye blockchain. Sasa kipengele kinachofuata ni kuangalia blockchain inafanyaje kazi na uwezo gani wa kufanya kazi. Ili blockchain iweze kufanya kazi, iweze kuhifadhi taarifa, inatakiwa kazi ifanyike ya kuingiza taarifa kwenye mfumo wa mnyororo wa matofali. Zipo njia nyingi sana ambazo mfumo wa mnyororo wa matofali inaweza kufanya kazi. Njia hizo kitaalamu zinaitwa consensus mechanism, ila kwa sasa tutaangalia njia kuu mbili ambazo ni proof of work, ushahidi wa kazi na proof of stake, ushahidi wa kuwekeza. Basi sasa tuangalie ushahidi wa kazi unavyofanya kazi proof of work. Proof of of work work ina, inahusisha vitu viwili ambayo mina na nao nodes. Uh, nodes ni makompyuta makubwa ambayo yana run katika system ya blockchain ambapo inaangalia kuwa mina amefanya kazi hii kweli. Kwa hiyo kuna kodi code inakuwa code inatengenezwa hash code hiyo kodi ikitumia na nodes pale ikaandika sahihi, basi yule miner anapatiwa coin kama zawadi. Mfumo huu umetumiwa sana na Bitcoin, ndio mfumo unaotumiwa na Bitcoin, na pia ni mfumo ambao unahitaji pesa nyingi sana na mashine za gharama kubwa zenye uwezo mkubwa sana. Njia ya pili ambayo ni proof of stake. Wenyewe haihitaji haina gharama kubwa, na wala haihitaji nodes nyingi ambazo zinakuwa zinatengeneza kodi na kuitafuta kodi, bali ni mtu mmoja au baadhi ya watu wanakuwa wanashikilia coin fulani, ambapo mtu mwingine akifanya transaction wale pale wanakuwa wanaipitisha kwa coin hii ni sahihi. Ikipitishwa na validators wengi, basi coin hiyo inapita. Hiyo ndio proof of stake na yenyewe tumeona imetumika na coin, cryptocurrency ya Ethereum. Decentralization. Tunasema blockchain ipo decentralized, ikimaanisha blockchain ni mfumo huru. Hii ina maana kuwa hauna mmiliki wala mamlaka wa aina yoyote anayeweza kudhibiti mfumo huu. Tukisema kudhibiti tunamaanisha kukontrol jinsi ya kuuendesha na kucontrol kuudhibiti kwa hiyo hamna mamlaka kama central banks. Central bank maana yake ni Federal Reserve Bank, kama mfano ile ya Marekani, BOT Bank of Tanzania, BOK Bank of Kenya. Hizo ni baadhi ya mifano ya central banks. Kwa hiyo blockchain haina mmiliki wala mamlaka ya kuidhibiti kama fedha ya kawaida ilivyokuwa na mamlaka. Kwa hiyo hivyo basi mtu yoyote yule anaweza kumain kuwa mchimbaji na kuanzisha node. Na hapo kompyuta yako itakuwa moja ya nodes zilizopo kwenye blockchain na hivyo kila muamala itakayohakikiwa utalipwa kutokana na mtandao unaochimba kwenye blockchain. Mfano ni Bitcoin, BTC, Ethereum, BNB. Kwa hiyo sehemu yoyote utakayojiunga, hivyo ukaweka kompyuta yako ukaiwezesha ikawa node. Basi kila taarifa ambayo itahakikiwa kupitia na kompyuta yako utalipwa cryptocurrency au fedha ya kidijitali kutokana na mfumo ambao upo unapochimba. Kwa hiyo hiyo ndio decentralization, kuwa tumeona blockchain ni mfumo huru upo decentralized. Hii inaongeza usalama, ikimaanisha kuwa taarifa zote zitakazopita kutoka kwenye tofali moja kwenda tofali nyingine zipo encrypted na mnyororo. Kwa hiyo mchimbaji wala mdukuaji hawezi kujua taarifa gani iliyopitishwa. Na hapo nyuma, kama unakumbuka, tumejifunza kuwa kila tofali lina hash code yake, lina alama yake ya kidole tofauti na tofali linalofuata na tofali la nyuma yake, basi hii inafanya kuongeza usalama mkubwa zaidi katika mfumo huu wa blockchain kuwa udukuzi wake unakuwa ni mgumu sana, maana itahitaji mtu mwenye kompyuta yenye uwezo mkubwa sana ili kuweza kupata hiyo hash code. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, na pia mamlaka yoyote hawezi ikaingilia, kwa maana umekuwa ni mfumo unaotumika sana duniani na mfumo rahisi sana wa kutuma fedha kwa kupitia cryptocurrency. Tumefikia tamati ya video hii na katika video hii leo tumejifunza mambo makuu mengi ila nimeyafupisha katika vipengele viwili. Blockchain ni mfumo huru wa kidijitali unaotumika kuhifadhi na kutuma taarifa zikiwa zimesimbiwa au encrypted kwa hali ya juu zisizoweza kudukuliwa kirahisi. Na pia tumeona vile miamala hiyo inavyohakikiwa na miners pamoja na nodes. Basi hayo ndo mafupi katika kipindi chetu cha leo. Tumesha hapa tuna sasa hivi tuna mwanga wa blockchain ni nini na blockchain inavyofanya kazi. Basi katika kipindi kijacho, tutaiangalia cryptocurrency kwa ufupi, ila kwa undani, ili tuweze kuelewa zaidi mfumo hii ya blockchain na vipi itaweza kutusaidia.